Ni vile Mwenyezi Mungu anatushika, vinginevyo unaweza ukakimbia. Amina. Ofisi ikabadilika harufu, pakawa na harufu mbaya. Nilipomwangalia yule mama, mwili wake ni kama ngozi ya kenge ina magamba magamba, amekonda, anatia uluma, ni mchafu. Nikamwambia, mama, una shida gani? akaniambia mwanangu, nimesikia mafundisho yako, nimesikia mahubiri yako, na nimeambiwa wewe ulikuwa Mwislamu. Sasa na mimi nina matatizo, nimekuja naomba unisaidie. Nikaambia mama, mimi kukusaidia siwezi, ila nakuahidi Yesu yuko hapa, atakusaidia Yesu atakusaidia. Akaniambia mimi nilikuwa Mkatoliki huyo mama alikuwa nani? Mkatoliki alafu akapata mwanaume wa Kiislamu akabadili dini akaolewa na huyo mwanaume. Wameishi naye ni kiongozi huyu baba kahama mjini pa. Wameishi naye kama mwaka baadaye, siku moja huyu bwana akaenda kuswali swala ya saa mbili yule mama ameandaa chakula amemaliza akaingia ndani kulala kashusha neti kaingia kwenye kitanda kulala hajalala usingizi lakini kajilaza kitandani baba yule kaja kavua nguo yake koti kaweka kwenye msumali wa shati wa, wa wa wa mlango kavua nguo yake aliyokuwa amevaa kaweka mlangoni alafu akabadilika akawa akawafisi akawa mnyama fisi. Akiwa katika umbo la fisi akaingia ndani ya neti akakutana kimwili na yule mama katika umbo la fisi. Asubuhi anakuwa mwanadamu, usiku anakuwa mnyama, kwa miaka mitatu. Ni na akishakutana naye kimwili akienda kuoga Anawashwa, utadhani maji yana upupu, anajikuna mpaka damu inatoka, hivyo akaacha kuoga, ndio ile hali ya ngozi kawa vile. Akaniambia, nateseka sana na sijui itakufanya. Nikamwambia, kama utamwamini Yesu, bibilia inasema Yesu alikuja kuwasaidia. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya kumi msasa sina nane habari za Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huku akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Yesu alikuja kuponya wote walioonewa na Shetani, nami natangaza kwenye huu mtaa, wote walioonewa na Shetani muda wao wa mateso umekwisha. Nasema shetani hana nafasi tena katika anga hili yeah. Hana nafasi tena yeah. Sema apigwe, sema apigwe. Apigwe. Apigwe. Apigwe. Apigwe. Apigwe. Shetani anatesa watu. Huyu mama analala na mwanaume fisi. Tulipoomba naye, tulipoomba naye pepo zikatoka. Aliporudi nyumbani mume wake akamwambia, chagua moja, ukae na mimi ama umwache Yesu, ama uniache mimi uendelee na Yesu Ma. na sijui wanajuaje, sababu ndo wanatoka tu kwenye kuombewa. Kafika baba kachenji, mama akasema, kwa mateso niliyoyapata na kuacha, naenda kwa Yesu. Haleluya, haleluya! Inawezekana nawe unateseka na watu wanalala usiku, wanaota ndoto, wanaingiliwa kimwili. Sio ndoto, ni mashetani yanalala na wewe, unakuta una hamu na mume wako.